Jana Simba Sports Club walifanikiwa kuingia katika nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa mujibu wa ratiba, ni kwamba Simba Sports Club watakutana na Stellenbosch ya Afrika Kusini katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Stellenbosch walifanikiwa kuwatoa mabingwa watetezi wa michuano hiyo, Zamalek, nyumbani kwao kwa kuwafunga goli moja kwa bira kule Misri. Mechi nyingine ya nusu fainali ya kombe la shirikisho itawakutanisha wanafainali wa michuano hiyo msimu uliopita RS Barkana, ambapo watawakaribisha katika mechi ya mkondo wa kwanza wa nusu fainali, wapinzani wa Simba Sports Club katika hatua ya group stage ya michuano hii msimu huu A Constantini ya kule Algeria. Kwa hivi karibuni timu ya Tanzania ambayo ilifanikiwa kufika hatua hii ya nusu fainali ya michuano ya Kombe la Shirikisho ni Young Africans ambao walifanikiwa kufika hatua hii ya nusu fainali na wakafanikiwa kufika mpaka fainali ya michuano hii mwaka elfu mbili na tatu. Tukumbuke katika hatua ya nusu fainali ya mwaka elfu mbili na tatu, Young Africans walikutana na Marumo Gallants ya Afrika Kusini, ambapo walianzia Afrika Kusini na Young Africans wakafanikiwa kushinda magoli mawili kwa moja na mechi ya marudiano ambayo ilichezwa hapa nyumbani katika dimba la Benjamin William Mkapa, Young Africans walifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa bila magoli ya Stephano Aziz Ki pamoja na Bernard Molson na Young Africans walifika hatua ya fainali kwa jumla ya magoli manne kwa moja. Katika hatua ya fainali ya Young Africans walianzia nyumbani ambapo walifungwa magoli mawili kwa moja, na katika mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya Young Africans walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, na matokeo yakawa mbili 2 kwa mbili, lakini uh, Usma walifanikiwa kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho mbele ya Young Africans kwa faida ya goli la ugenini. Sasa mtu pekee ambaye anaonekana kuja kuichallenge rekodi ya Young Africans ni Simba ambaye mimi binafsi naamini kwamba Simba anaweza akaivunja rekodi kwa sababu zifuatazo. Kitu kikubwa ambacho kinaitofautisha Young Africans na Simba ni mashabiki. Mashabiki wa Simba ni mashabiki ambao huwa wanatoa hamasa kubwa sana kwa timu yao kwenye mechi ambazo zinahitaji matokeo ya maamuzi ya Simba kushinda. Mfano jana, ukiachana na wachezaji wa Simba kucheza kwa kujituma, lakini kulikuwepo na mchezaji mwingine ambaye alikuwa nje ya uwanja ambaye alikuwa ni mchezaji bora katika mechi ya jana ambaye aliwafanya wachezaji wa Simba ambao walikuwa ndani ya uwanja kujituma zaidi. Muda mwingi mashabiki wa Simba waliwakaba wachezaji wa Almasili kwa kuwazomea kipindi ambapo wachezaji wa Almasili walipokuwa na mpira, na pia mashabiki wa Simba walikuwa wanawashambulia Almasili kipindi ambacho wachezaji wa Simba walivyokuwa na mpira kwa kuwashangilia na kuwahimiza wachezaji uh, wa Simba kulishambulia lango la Almasiri. Mashabiki wa Simba kila muda walikuwa wanaonyesha kwamba wanahitaji matokeo, wanahitaji magoli. Ukitazama kipindi ambapo mechi imefikia hatua ya mikwaju ya penalti, mashabiki wa Simba walihama kwenye majukwaa yao, wakaenda katika eneo ambalo penalti zitapigwa na wakawa wanatia hamasa kubwa sana kwa wachezaji wa Simba. Wachezaji wa Simba walivyokuwa wanaenda kupiga penalti, mashabiki wa Simba walikuwa wanawahamasisha kwa kuwashangilia, na wachezaji wa Almasri walipokuwa wanaenda kupiga penalti, mashabiki wa Simba walikuwa wanawazomea, na hii ilisababisha moja, kuondoa confidence kwa wachezaji wa Almasri kipindi ambapo walipokuwa wanaenda kupiga penalti, na iliongeza hamasa kubwa kwa wachezaji wa Simba walipokuwa wanaenda kupiga penalti. Sababu nyingine ambayo inatoa nafasi kubwa kwa Simba kuvunja rekodi ya Young Africans ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kufika fainali ya kombe la shirikisho ni uimara na ushirikiano wa uongozi wa zamani wa Simba na uongozi wa sasa wa Simba kuelekea mechi ya jana ya Almasri, viongozi wa sasa wa Simba walikuwa pamoja na viongozi ambao waliwahi kuiongoza Simba miaka kadhaa iliyopita. Pia viongozi wa Simba waliwashirikisha wachezaji kadhaa wa zamani wa Simba ambao walifanikiwa kufika hatua kubwa ya michuano hii ya Kafu, ambapo waliwapa tiketi za kuja uwanjani, waliwapa nafasi ya kuzungumza na wachezaji katika uwanja wa mazoezi kabla ya mechi ya Almasiri. Shikamano huu unaongeza utulivu ndani ya klabu moja, sababu kubwa inayosaidia timu kufanya vyema na kuchukua makombe ni utulivu wa utawala pamoja na utawala bora. Hiki kitu Simba Sports Club kwa sasa hivi wanacho kwa kiasi kikubwa na kinaweza kikawasaidia kuvunja rekodi ya Young Africans ya mwaka 2023. Sababu ya tatu na ya mwisho ambayo inanipa imani kwamba Simba inaweza ikafika mbali katika michuano hii ya kombe la shirikisho mwaka huu ni rais wa heshima wa klabu hii Mo Dewji. Aliwahi kusema kuwa anatamani kuona kombe la michuano ya kafu likichukuliwa na Simba, na hii inaweza ikawa ni nafasi nzuri kwa Mo kutimiza ndoto yake, maana Simba Sports Club wamefika katika hatua ya nusu fainali, hatua ambayo ni hatua ndogo kuelekea kwa Simba kuchukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo Mo anaweza akaweka bonus ambayo inaweza ikaboosti morali ya wachezaji kujituma mpaka wakafanikiwa kufika mbali katika michuano hii na kuchukua uh, kombe la shirikisho. Sababu ya nne ambayo inanipa imani kwamba Simba inaweza ikafanikiwa kuvunja rekodi ya Young Africans ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ni wapinzani wa Simba katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho. Nawazungumzia Stellenbosch ya Afrika Kusini, pinzani hawa wa Simba katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Africans, msimu huu hawako vizuri ukilinganisha na msimu uliopita. Kiwango chao kimeshuka kwa kiasi kikubwa. Kwenye msimamo wa ligi kuu ya nchini Afrika Kusini anashika nafasi ya tano akiwa na pointi 35 nafasi na ambayo haimpi nafasi ya yeye kushiriki katika michuano no ya kafu msimu ujao. Nafasi ya kwanza inashikwa na Mamelodi Sundowns wakiwa na points 58, na wakati nafasi ya pili inashikwa na Orlando Pirates wakiwa na points 46, na Sekhukhune United anashika nafasi ya tatu akiwa na points 37. TX Galaxy anashika nafasi ya nne akiwa na points 36, na Stellenbosch anashika nafasi ya tano akiwa na points